uwepo wa mashehe zetu, walezi wetu, viongozi wetu wa kitaifa na wa kimkoa, wa ala rasihim, mwenyeji wetu shekhe Ali bin shekhe Muhidini wa Mkoyogole, na nyote mliokuwepo, niseme itifaki imezingatiwa. Ningependa kutaja majina yenu na nafasi ya kila mmoja, lakini kwa hiki kinachokaririwa kaririwa, kwamba kesho ni siku ya kazi na kujichelewesha, tutajichelewesha sisi wenyewe, lakini wenyeji wetu wamekusudia kutuondoa mapema. Mniridhie kwamba nyote nawatambua na nawaweka na nafasi zenu. Mwenyezi Mungu awahifadhi wote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na elimu nyingi sana, na yeye hasa ndiyo mwenye elimu yake. Na ushahidi wa hilo anasema, mimi nimetumwilizwa hali ya kuwa ni mwalimu Huwezi ukawa mwalimu kisha ikawa huna ukijuacho, itakuwa ni sifa iliyomkosa mausufu. Lakini ukiisoma Qurani aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasalam kutoka kwa Allah subhanahu wataala, sehemu kubwa iliyomtaja na kumsifu imemtaja katika upande wa tabia, wa innaka la ala khuluqin adhim, kwamba wewe uko juu ya kilele cha tabia tukufu, pamoja na wingi wa elimu. Lakini hakuna aya hata mmoja ina msifu kwamba wewe unajua sana ukuti. Lakini utakuta anaambiwa aombe elimu wa qul rabbi zidni nini, nini, ilma, nini, nini. Lakini una elimu hakuna. Hakuna, hakuna hata. Kuna sehemu kuna baadhi ya aya utaona zinaonyesha kabisa kwamba yeye pamoja na elimu nyingi, lakini alipokea wa innaka latulaqal qur'an min ladun <coughs> Nimeanza hivi kuonyesha kwamba kama wanavyosema mashake zetu wa taswaufu kwamba mzunguko wote wa taswaufu ni tabia. Utakayemuona amekuzidi katika tabia, ujue ndio amekuzidi kwenye taswaufu, na ukiona alokuzidi kwenye taswaufu ndio amekuzidi kwenye tabia. Mtume sallallahu wa alaihi wasallam, katika ili anasema, innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq. Kwa hiyo dini hii ni tasawuf. Makarim al akhlaq, nimeletwa kukamilisha maadili, nimeletwa kukamilisha tabia njema tukufu tukufu. Kwa hiyo soma utakavyosoma, elewa utakavyoelewa ukikosa tabia alizokuja nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunasema kwa kinywa kipana, wewe huja uelewa Uislamu. Idha, twendeni tukazisome tuka tabia alizokuja nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukishazijua wa vizuri, kilichobaki sasa sisi twende tukaishi na watu kwa tabia zetu. Mtihani uliokuwepo sasa, hatuzisomi tabia zetu kama alivyozileta Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini hata tukizisoma tabia zetu, bado kuna tabu ya kuishi na watu kwa tabia zao, badala ya sisi kuwaonyesha wao tabia zetu. Sijui nirudia hapa hmm? Unaweza kuwa umesoma vizuri tasawuf na naijua na makamati zake zote, imma zile tatu au zile saba au kumi na nne au ishirini na moja kama wanavyosema katika vitabu vya tasawuf, makamu zile. Lakini ikawa umeziacha katika vitabu na ukawa unachukuliwa na watu kwa tabia zao. Shekhe mzuri, lakini huna tabia za kitasawuf. Tunasema, tunasema kwa kinywa kipanda, bado uislamu wako una matata. Kwa mfano <coughs> katika maqam za tasawuf kuna ikhlas, wengi tuna feli katika kuyafanya majambo yetu kwa kuchunga ikhlas. Tunafanya ima tuwaonyeshe watu uwezo wetu au tunafanya kama kama kama, watu waseme sie. Tunajua tumefeli ikhlas katika tasawuf. Na makamu zake kuna mahaba, kupendana, hatuna tabia hiyo, nachukiana sana, tunatafunana tafunana tunaishi kama alivyosema mmoja, lamma kana wadu waddu nasi khidman jazaitu, jazaitu ala btisamin biptisami. kwa vile sasa maisha, maisha ya watu na mapenzi yao ni hada basi, anasema lakini chekea mtu na mimi namchekea ko na tunachekeana, tuna samani amai tena tunatunzana, tuna tuna Allah, Allah, Allah. Lakini ukikaa una chochote unamsema uliomtunza tunasema kwa kinywa kipana bado bad. Katika tasawuf na makamu zake kuna makamu ya tawakul kutawakal kwa Mungu, wallahi hapo pia tumefeli tumtegemei tena Mungu hivi. Kuna watu wakiinuka hapa wanakwenda kisiju kwa babu. Yaani, mipango yake yote kisiju, simwelewi mwenzangu, na simwelewi babu akusemaje, na babu anakutengezea miundo mbinu anakupiga. tumsalimu Mtume Muhammad. Katika tasawufu na makamu zake kuna makamu ya sabr, kusubiri kwa maana, maana zote, zote za kusubiri mabwana. Sasa hivi hatuna subira kabisa hatuna. Tuna subira kwa maana ya kuvumilia yeah, na wala hatuna subira kwa maana ya kungojelea. Tumsalimie t nirudie hapo. Hatuna subira kwa maana kufumilia, ya kuvumilia mtu. Ukimfinya kidogo tu utamwona kelele.